Sisi bado tunalia na yeye. Yule aliyefungua mashine, Mungu atamwona, atapata laana bure, atapata ajali bure. Arudishe mashine, akaitupe bondeni huko, si tutaiokota. Tunataka mashine yetu. Vyombo vya ulinzi wanafanya kazi yao, na wafanye kazi yao, wafuatilie, wachukue mahusiano wa hudumu wote wa pale ndani, wafuatilie, watapata tu uwezo huo wanao, tunataka mashine yetu, tunaomba mashine zote hizo zirudi. Mtatuumiza sasa. Hii imekuwa hospitali au kimekuwa kitu gani? Tuko hapa kwa ajili ya huduma ya hapo, sasa leo hii mtu kaugua anafanyaje? Tufie milangoni? Hii ni kashfa ya Chamwino Ikulu. Na kule kuiba, yawezekana wameiba, lakini mimi nasema hawajaiba wamechukua watu wanaojulikana pale pale, wamechukua watu wanaojulikana pale pale. Na yawezekana wale waliokamatwa kwenda kuhojiwa, wengine wameonelewa tu maskini wa Mungu, bado wamechoma ukuta, wameiacha nge pembeni. Yawezekana kati ya waliokwenda kuhojiwa baadhi, siwezi kukataa lakini mpango huu umefanyika pale pale pale, kwa mhasibu wanapotunza funguo, kuna kamera. Nilipouliza kama mwenyekiti, wanasema kamera imechezewa pale, haionyeshi nani kachukua ufunguo. Kwa nini kipindi cha upotevu wa mashine kamera zichezewe? Kama sio mhusika wa kituo cha afya, anawezaje kuchezea kamera? Kwa hiyo tumewachia ulinzi na usalama kituo chetu cha polisi wanaendelea na mpambano. Ah, mwenyekiti, mada ya wizi ulioisema ni kweli ipo. Miezi yes, miwili iliyopita tulibiwa mashine ya kupima pressure pamoja na oksijeni mwilini yenye thamani ah, ya milioni kumi na tano na Alhamisi ya wiki iliyopita kuamkia Ijumaa usiku tulibiwa ultrasound ya thamani ya milioni 78 laki nane na sitini na mbili elfu. Baada ya wizi huu kufanyika, taratibu za kiofisi zilifanyika kupitia mganga mfawidhi na uongozi wa kituo kwa ujumla kutoa taarifa maeneo mbalimbali, ikiwemo kwa mtendaji ofisi ya kijiji na polisi. Na polisi kwa haraka walifika pale wakaanza kazi ya uchunguzi. Kazi hiyo inaendelea mpaka sasa, na watumishi waliokuwa zamu siku ile wote walikamatwa, na baadhi yao bado wako ndani mpaka sasa, wanahojiwa. Kwa hiyo tumeombwa tuwe na utulivu kusubilia majibu ya upelelezi. Kama itakuwa vinginevyo, watafikishwa mahakamani au watasaidia polisi kuhakikisha kwamba ultrasound hiyo inapatikana.